Rahim. Kama mnavyoona hali ndiyo hii hapa namna hii hii, ni kazi imefanywa jana, na kulikuwa na gari ilikuwa imekuja kupaki hapa, na hawa wasimamizi wa hapa wanafahamu, ilikuwa ni uchafu, wamepawa endeka utupe, wakaja wakaupunguzia hapa, na sasa imekuwa watoto wamekusanyika na kueneza taka ndani ya mtaa. Sisi tuko hapa Mlaleo, karibu na CDF Clinic Kisauni. CDF Clinic hapa mkabala ni pamoja na ofisi ya Mewa. Kama mnavyoona, hii ni ofisi ya Mewa na hii ni barabara Karisa Maika. Ningeomba wahusika waje wahakikishe kwamba waliofanya kazi hii wanachukua majukumu. Baadhi ya taka zimetiwa moto na taka hizi ni stickers Angalia namna watoto wanavyogaagaa katika uchafu huu. Je, hii ni sawa? Hii ni haki eh? Tumekuja kutupiwa taka hapa. Mahali palikuwa ni pabaya sana, kila mmoja anajua. Mewa ikatukua jukumu na kuhakikisha kwamba hili shima hapa tukaliziba tukishirikiana na County Government miaka ya nyuma, na sasa leo tunaona mambo ni kama haya. Je, hii ni haki? Huu ni moshi ambao ni moshi wa nailoni, moshi wa stika, na watoto sahihi wa mtaani kuanzia jana wamekuwa wakija mahali hapa, wamekuwa wakija mahali hapa na kuchukua hizi ghasia, kuchukua hizi takataka na kupeleka, kupeleka ndani ya mitaa. Huu moshi una harufu kali sana, watoto msikia uwe nakohoa hapa na sijui ikuwaje mpaka mambo yakawa namna je? Hakuna wasimamizi ambao watachukua majukumu na kuhakikisha kwamba uchafu huno unaweza kudhibitiwa? Aliofanya uchafu huno lazima awajibike, uh, kuja kurekebisha. Na hii jamii ya hapa, ambao wanasimamia haya malori, wanajua ni nani haswa aliyokuja kuweka gari yake hapa. Naomba usaidizi kwa idara husika. Nikiripotia ni County Watch 001. Bismillah. As asalamu alaykum, alaykum wa alaykum salam, zangu nyote na majirani, mimi nilikuwa napita hapa mtaa. Hapa ni Mlaleo, ilikuwa jaa zamani. Hawa mewa walisafisha ikaisha, ni kweli. Ilikuwa hapa mlangoni kabisa, walisafisha ikaisha. Naam, sasa naomba na manake hii taka hii mnayoona ndio hapa Mlaleo jirani kwa ndani imejaa watu... ya kama niliposema mimi. <laughs> Ndani ya manyumba watoto watuletea ndio. Wanatuletea e, wa wana paka ndani ya manyumba. Tafadhalini, tafadhalini twaomba, kwani mji huu hauna sheria? Hakuna sheria zitakazokufuatwa ili mambo yasiwe kama hivi. Kweli. Ikiletwa kama hivi itabidi tena tufanye tena kazi ya usafishays i makopaka wap. Sheria ichukuliwe, tuhakikisha kwamba aliofanya uchafu huno awajibike na asirudie. Je, ni haki mambo haya kuendelea kwa namna hii? watoto ndio hawa. Mama alikuwa ampita njia, aliponiona mi nafanya recording, akaamua yeye kujitokeza kutoa kilio chake cha malalamiko kuhusu uchafu huu ambao tumetupiwa katika mji wetu huu. Nani sasa? Hii gari hino, sio sema, isemekana gari hii ndio iloleta huno chapu. Kwa hivyo wahusika wahakikishe wamechukua majukumu Him. na waliofanya kazi hii wawajibike. Asante sana. Thank you, boss. Una kika kwa nini hii gari ilifanya kazi hiyo? Naam? Ndani ya gari zikaliwa kuna okay. Asante sana, hizi ndio zinaleta. Nashukuru sana yeah. Okay. Shukrani sana. Na ikatutia magonjwa, si urongo. asante sana. Ni kweli kabisa, kweli tunamia hapa tumomewa yeah. Ni hospitali ni shelter house yeah. Kuna yeah. Wa, wa wa wa waathiriwa wa mihadharati wanapata nafuu hapa, kuna kina mama na watoto kawa, na moshi huu wote unatuingilia sisi ofisini, kwa hiyo tu ambapo ni makosa sana yeah. Asante sana sana bo